Kwa hiyo watu wa Mungu, topic kitabu hiki kinazungumzia mada hii, nazungumzia chapa binafsi vitu gani. Kwa sababu ya muda, nitakuja tu nitaje kwa haraka vitu ambavyo ukiwa navyo. Nazungumza na vijana, ndio nazungumza na vijana ambao wanatafuta maisha, nazungumza na vijana ambao wanaangaika kuweza kusudi kufahamu kusudi, zungumza kwa hivi. Moja ya maswali makubwa ambayo wanadamu wanakuwa nayo ni kujua kusudi na wanasayansi wameangaika sana, wanahistoria, wasomi, wana kujibu swali kusudi. Mwandishi mmoja anaitwa Simon Sinek anasema you need to start with why. Actually wanasema kila kitu katika dunia hii kinapaswa kuanza na why, kwa nini nisine, swali wakati wanafahamu kusudi lao katika dunia hii Huwezi kufanikiwa kama haujui kusudi lako, kwa sababu komi unaweza ukasuui kufanikiwa kama unajui kusudi bado hujafanikiwa. Eh, sifa ya kwanza, daraja la kwanza la kuweza kufanikiwa ni kuweza kujua kusudi.